Madereva wa magari yanayofanya safari zake katika maeneo ya Moshi, Marangu, Machame na Sanya Juu, mkoani Kilimanjaro, yamegoma kufanya safari zake katika maeneo hayo kwa madai ya kunyanyaswa na askari polisi wa usalama barabarani kuwaomba rushwa kila kituo. Mwandishi wetu Fadhila Omari ana taarifu zaidi kutoka Moshi. Wakizungumza katika kituo kikuu cha mabasi mjini Moshi, madereva hao wamesema wamechoshwa na hali hiyo kutokana na ukweli kwamba fedha nyingi wanazozipata zimekuwa zikichukuliwa na askari hao kuanzia shilingi elfu mbili kwa kila gari. Ninaposema kikwazo ni vitu vya ajabu, kwa sababu utakuta beria eh, yani kutoka hapa mpaka himo kuna vituo vya kukamata na kukagua barabarani katika kilomita hizi ishirini zaidi ya sita wanafanya kitu gani? Sasa, mimi na, naendesha Hiace mimi natakuwa nipate riziki nijaze hesabu ya ya, ya, ya, ya ya tajiri. Mimi sasa nitaweza kujikimuje maisha wakati kero ndo hii kila siku? Yaani hata ukionyesha risiti ya sasa hivi ya, ya, ya, ya, ya dakika hii bado hapo hapo utaambiwa inatakiwa ukalipe eh? Tutaishije hivyo si madereva na makondakta? Mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Bwana Leonidas Gama amekiri kutokea kwa mgomo huo na kuwataka madereva hao kukataa kutoa fedha hizo kwa askari hao wa usalama barabarani na badala yake watoe taarifa kwa viongozi husika ili taratibu za kisheria zichukuliwe. kama kama kuna trafiki yoyote yule anadai, tupe taarifa kwa trafiki anadai ndai malipo kinyume cha ja utaratibu, lakini vinginevyo, mimi nadhani tusaidiane na wananchi, watusaidie kuonyesha kwamba hiki wanachokifanya sio sahihi, na wasikifanye, kwa sababu hatuna maelekezo kwa serikali kwamba trafiki yakikaa barabarani Haenda, akakusanya pesa za watu, ni kosa. Hata hivyo jitihada za kumpata kamanda wa polisi mkoa wa Kilimanjaro bwana Absalumu wakioma kuzungumzia tatizo hili hazikufanikiwa. Nikiripoti kutoka Moshi, mimi ni Fadhila Omari wa ITV. Meli iliyokamatwa ikivua wa samaki katika kina kirefu cha bahari kinyume na sheria na kuwekwa chini ya ulinzi wa jeshi la polisi kikosi cha wanamaji imetoboka na kuanza kuzama karibu na bandari ya Dar es Salaam. Mwanahabari wetu Godfrey Monyo anaripoti. Kamera ya ITV imenasa picha za meli hiyo ikiwa imeanza kuzama upande mmoja, ambapo imeegeshwa upande wa jeshi la wanamaji nevi, Kigamboni, ikiwepo chini ya ulinzi wa jeshi la polisi, kikosi cha wanamaji, ambapo kwa mujibu wa taarifa zipo ni kwamba tayari polisi wa bandari na mkuu wa kikosi cha polisi maji DCP Mboji Kanga wametembelea sehemu meli hiyo ipo ili kujionea hali ilivyo, huku ulinzi mkali ukiimarishwa. Wakizungumza na ITV, baadhi ya wananchi wamesema Serikali hakikisha inainusuru meli hiyo kabla ya kuzama kabisa ili kuepusha uwezekano wa kuja kulipa fidia pindi kesi ya msingi iliyopo mahakamani itakapokamilika. Yangu nasema serikali kama serikali, kwa sababu iko kwenye mikono ya serikali ingefanya kila, kila jitihada ili waweze kuiokoa kwa sababu ikizama baadaye, inaweza ikaikosti serikali hela, kwa sababu hatujui hatima yake itakuwaje, lakini moja kwa moja inavyokwenda, baadaye serikali inaweza kaja kalipa ile meli. Baadhi ya watu na wavuvi wanaofanya shughuli zao karibu na sehemu ilipoegeshwa meli hiyo wamewatupia lama baadhi ya askari wa kikosi cha wanamaji kwa kudai kuwa wamekuwa wakionekana wakiwa wanatoka katika meli hiyo na vitu mbalimbali, pamoja na kuiba mafuta, na hivyo wanaamini kuwa wamefanya hujuma ili kupoteza ushahidi. Kwa sababu nao ni wezi pia. Aliyeiba mafuta ni mwizi. Aliyevua samaki kinyume cha sheria ni mwizi, na wote wanatakiwa kuchukuliwa hatua kali za kisheria, lakini pale ile meli itolewe ili baadaye tusije tukalipa deni. Umeme umepanda, tunalipa deni la milioni mia moja bilioni tunalipa hiyo. Umeona bwana, kwa mimi maoni yangu kwa serikali, ile meli waitoe pale, kuweka polisi siju kulinda pale siu nini, tayari ishapinda ile ni kosa la kisheria. Umeona bwana, kwenye upande wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, bahari ile ni kosa kwao, waitoe. Akizungumza kwa njia ya simu na ITV, kamanda Mboji Kanga ilikuwa hivi Nilitaka tu nipate ma, maelezo kidogo. Tumepata taarifa kwamba ile meli ya Tarikiwani imeanza kuzama upande wa pili kule, sasa tunataka tujue tu ukweli wa hayo ukoje. Uh, si, si, si, e, kwa taarifa tulizonazo hata sasa hivi huko, hapo inakuwaje tena, unasema una taarifa? Ah ni, ni, ni, ni taarifa tu, vyanzo vyetu vya taarifa vimetuambia kwamba hata sasa hivi unavyozungumza upo hapo kwenye meli kwani kamanda, ukweli wa hilo ukoje? Ni meli ya Tariki Wan kama ambavyo unaiona sasa, meli hii imeanza kuzama, na itakumbuka kwamba meli hii ilikamatwa ikifanya uvuvi haramu katika sehemu ya Tanzania ambapo meli hii iko chini ya ulinzi wa jeshi la polisi, lakini sasa imeanza kuzama. Nikiripoti kutoka jijini Dar es Salaam. Mimi ni Godfrey Monyo wa ITV. Makamu wa Rais wa Zanzibar Mheshimiwa Balozi Sefu Idi ameeleza kuwa serikali inatarajia kuongeza utashi wa kisiasa katika mipango thabiti ya kuwekeza katika makuzi ya awali ya watoto ili taifa liweze kufikia malengo ya uchumi wa kati ya dira ya taifa ifikapo mwaka 2025. Tupate taarifa zaidi kutoka Arusha. Mheshimiwa balozi Sefu Idi amesema hayo wakati anafungua mkutano unaolenga kufahamu kwa kina masuala muhimu yanayohusu malezi, makuzi na ustawi wa mtoto na jinsi ya kufanya kazi kwa pamoja na wadau katika kufikia malengo yale kwa kitaifa. Ameweza kwamba licha ya Tanzania kukubali kuwa nchi ya kwanza ya kiafrika kufanya majaribio ya viashiria vinavyohusu haki ya mtoto kama vilivyoainishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lakini pia imejielekeza katika kuwa na sheria ya kuwalinda watoto ambao ni nguvu kazi muhimu ifikapo mwaka 2025. Serikali zote mbili za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, hatua inayochukua katika kuwa protekta watoto wetu ili wakuwe vizuri, wakuwe bila oga, ili waweze kufurahia nchi yao baadaye. Tumetunga sheria moja, hatua hizo ni kutunga sheria bara, ametunga sheria Zanzibar tumetunga sheria elfu mbili kumi na moja sheria. Sheria hizi zote zinakusudia zina kumprotect mtoto. Kwa upande wake waziri wa afya na ustawi wa jamii Mheshimiwa haji Hussein Mponda ameleza serikali imejielekeza katika kuboresha makuzi na ustawi wa mtoto kwa kuwa na sera ya kuhakikisha watoto wanapatiwa huduma za afya kwa uhakika zaidi. Pale wanapofanyiwa vitendo vya uonevu, hawa wanatakiwa wapate matibabu bila kipingamizi mara moja. Naye mwenyekiti wa baraza la watoto mkoani Arusha Kevin Joseph ameitaka jamii kutosubiri mtoto mpaka akosee ndipo imkosoe na kusambaza shutuma na badala yake ameitaka iwe na utaratibu wa kuonya kabla ya kutendeka kwa kosa. Watu, watu watokao wanaotoka nje ndo watuangalie, lakini jamii inayotuzunguka ndo ituangalie, itu, itujue sisi tuna tabia gani na ni nini cha kufanya. unakuta Jamii hii haimwangalii yule mtoto. Pindi awamkemii awa, awa pindi anapofanya makosa. Sasa pindi anapokuja kuterere kutetereka, jamii inaanza kusema stuli. Kwa sababu unamjua stuli. Wakati jamii ndio ilikuwa ya mwanzo kumrekebisha yule mtoto, lakini kutokana hawakumrekebisha walikuwa mtu unaambiwa, "Yaani usipoziba ufa utajenga ukute." Kwa upande wake mkurugenzi mtendaji wa mfuko usio kwa kiserikali wa kimataifa wa Bernard Van Leer Foundation wa The Egg nchini Uholanzi Bilisa Jordan amesema mfuko huo umekubali kusaidia programu zinazolenga makuzi ya awali ya mtoto yanayoanzia siku ya kuzaliwa mpaka miaka minane. Mkutano huo mbali ya kuwashirikisha watendaji na watunga sera wa serikali katika ngazi za wizara na mikoa, lakini pia umewashirikisha watetezi wa watoto wadogo kutoka taasisi 14 duniani. Ni Novatus Makunga, ITV Arusha. Kutokana na malalamiko yaliyojitokeza kwenye zoezi la kuondoa magari yanayoegeshwa sehemu zisizotakiwa pamoja na gereji bubu, manispaa ya Kinondoni imesema haitaiongezea kampuni hiyo muda wa mkataba hadi mapungufu hayo yatakaporekebishwa. Mwanahabari wetu Fosaro ana taarifu zaidi. Naombeni laptop yangu naomba laptop yangu aliyeshusha dirisha nani? Akijibu tuhuma mbalimbali zilizotolewa na wananchi juu ya zoezi hilo, meya wa manispaa ya Kinondoni mheshimiwa Yusufu Mwenda amekiri kuwepo kwa mapungufu mengi katika utekelezaji wa zoezi hilo na kuongeza kuwa mengine yametokana na manispaa kutokuweka alama zinazoonyesha maeneo yasiyoruhusiwa kuegeshwa magari. Kuhusu swala la watu waliochukuliwa magari yao kutozwa kiwango kikubwa cha fedha na kampuni ya Mwamkinga Action Mart iliyopewa zabuni ya kufanya kazi hiyo, Mheshimiwa Mwenda amesema mkataba wake unaisha mwezi huu na hataongezewa muda hadi manispaa itakapoangalia utaratibu mwingine, huku akiwataka waliobiwa mali zao wakati wa utekelezaji wa zoezi hilo kwenda manispaa kupeleka malalamiko yao. Katika uendeshaji wa zoezi tumegundua mapungufu yaliyopo na yapo ambayo yako kwetu, na yapo ambayo mengi yako kwao Imechukua hatua. Uh, kwetu sisi hatujaonyesha wapi ni wrong parking na wapi sio wrong parking. Tulishakaa kwenye vikao tukakubaliana na wanaendelea na zoezi la ku identify wapi ni wrong parking na wapi sio wrong parking na ni wapi watu wanaweza kuruhusiwa ili waweze kupaki. Maengineers wetu wanaendelea nayo hiyo zoezi na zoe na likikamilika linaweza likapunguza kwa kiasi kikubwa zaidi utata ambao unajitokeza. ITV imeshuhudia watu waliochukuliwa magari yao kwa madai ya kuegesha sehemu zisizoruhusiwa wakiwa katika ofisi za kampuni hiyo zilizopo Sinza jijini Dar es Salaam ambapo wamedai kuwa utaratibu unaotumiwa na kampuni hiyo sio mzuri huku wengine wakidai kuibiwa baadhi ya mali zao kwenye magari. Kwa hiyo nimefika hapa ninawaambia jamani gari langu kwa nini limechukuliwa? Wananiambia umepaki sehemu ambayo hauruhusiwi kupaki. Nikawaambia sawa, kama nimepaki sehemu ambayo hairuhusiwi kupaki, ninaomba nikawaambia ninaomba kwanza mnipe mnipe mnipe ule, ule waraka unaowaruhusu nyie kukamata magari ambayo yamepakiwa bila kupaki. Wanasema bosi hayupo ameenda kwenye msiba Bagamoyo. Nikawaambia haya, kama hayupo amekwenda msiba Bagamoyo utaratibu ukoje? Wakaniambia unatakiwa ulipa ulipe shilingi elfu kumi na mbili ya kulaza gari, unatakiwa ulipe shilingi laki moja na kumi ya breakdown, unatakiwa ulipe shilingi elfu hamsini ya ushuru wa manispa, unatakiwa ulipe elfu kumi ya dalali ambayo amefanya hiyo kazi. Jumla nilipe shilingi laki moja na tisini na tano pale, so ya wa na wanauona na na wana kabisa, lakini wanakataa Wanazuia tulipe izo hela anawaambia bwana, basi ingia kwenye gari mimi naendesha mwenyewe. Hata gari yangu natembea na mwenyewe ndiye dereva. Unaona, hana kata. Kwa hiyo ina maana yeye ananilipisha ushuru wa, wa breakdown wakati gari yangu inatembea. Nikiripoti kutoka jijini Dar es Salaam. Mimi ni Ufosaro wa ITV. Zaidi ya wanafunzi elfu moja wa shule ya msingi Bwilingu iliyopo Chalinze mkoani Pwani wanasoma katika mazingira magumu kufuatia shule hiyo kukabiliwa na tatizo kubwa la madawati, jambo ambalo linawafanya washin waandike kwa shida wakiwa wamekaa sakafuni. Mwanahabari wetu Shaban Tole ana taarifu zaidi. ITV imeshuhudia hali hiyo shuleni hapo wakati wa makabidhiano ya msaada wa madawati 60 kutoka mfuko wa pensheni wa watumishi wa umma PSPF ambapo mkuu wa shule hiyo amesema pamoja na tatizo hilo anakabiliwa na upungufu wa tatizo la nyumba na vyoo vya walimu, jambo ambalo limekuwa likisababisha walimu kujisaidia nyumbani kwa mwalimu mkuu. Mpaka sasa hivi shule yetu haina choo cha walimu ambayo ina, inasababisha walimu kama walimu wanakuja kujisaidia kwenye nyumba ya walimu mkuu Haileti maana. Kwa hiyo naona naye kama mtatufikiria itakuwa vizuri, na mwisho ofisi walimu wa ofisi walimu zao zinakuwa chini ya mti ya Naye mratibu wa elimu kata ya Bwilingu amesema kuwa shule zilizopo katika kata yake zina upungufu mkubwa wa madawati, vifaa vya kufundishia pamoja na uhaba walimu wa jambo ambalo linatishia swala la taaluma. Tukio ambalo limetokea leo la kupata madawati sitini kutoka kwa wafadhili wote, PSPF limetusaidia kwa sababu limepunguza eh, limepunguza sana tatizo la madawati katika shule ya msingi Mwilingu, ambayo shule ilikuwa na uhaba wa madawati 1000. Mjumbe wa bodi ya wadhamini wa PSPF na mlezi wa shule hiyo amesema shule hiyo imeanza jitihada za kukabiliana na tatizo hilo kwa kuweka mikakati ya kila mzazi kuchangia shilingi elfu tano. Lakini mwitikio umekuwa sio wa kuridhisha kutokana na hali ya kiuchumi ya wakazi wa eneo hilo hilo. E, madawati bado tatizo, tutazidi kupiga hodi, mtu angalie. Katika mwaka wa fedha huu ambao tunaokwenda nao, basi hatutochoka kupeleka maombi yetu kwenu. Uh, shule ya Bwilingu kuna mahitaji ya madawati, ndio maana tukavutiwa sana kuja kusaidia Bwilingu kwa hiyo tuko pamoja kama walivyosema wanaokwaya chipukizi elfu moja madawati mia ni kichekesho. <laughs> Kwa hiyo tunaanza, huu ni mwanzo, na tunafikiria kwamba tutaendelea zaidi kusaidia Bwilingu na jamii nzima ya Chalinze. Kutoka Chalinze mkoani Pwani, Shaban Tole, ITV.